Timu ya ligi kuu kandanda Tusker FC haitatumia uwanja wa Kinoru katika kaunti ya Meru katika mechi za mkondo wa pili za ligi ya KPL. Uwanja huo ambao ni wa nyumbani kwa timu ya Tusker bado unakarabatiwa na kufikia sasa haujakamilika. Afisa mkuu mtendaji wa Tusker FC Charles Obini amedokeza kuwa hakuna mabadiliko katika uwanja huo tangu ulipoanza kukarabatiwa mwezi uliopita. Wasimamizi wa Tusker FC pamoja na maafisa wa kaunti ya Meru wali afikiana kuwa mechi za Tusker za nyumbani za mkondo wa pili zingechezwa katika uwanja huo, lakini jinsi hali ilivyo, hiyo haitawezekana, kwani mkondo wa pili unaanza baada ya wiki mbili.

Timu ya Posta Rangers imepigwa marufuku ya kushiriki raundi ya 32 katika mchuano wa ngao wa GOtv. Hii ni baada ya Posta Rangers kumchezesha mchezaji John Nairuka wakati, wakati ikicheza na Team Cells FC katika uwanja wa Kericho Green. Kulingana na sheria ya shirikisho la kandanda nchini, John Nairuka bado ni mchezaji wa Ulinzi Stars kwani bado hajakamilisha uhamisho wake kutoka kwa timu ya Ulinzi Stars kwa sababu hakuna stakabadhi za kuonyesha kuwa amehamia timu ya Posta. Sasa Timsel FC itacheza na Ushuru FC katika raundi ijayo. Wakati wa huo, Gor Mahia itacheza na Nairobi Stima katika raundi ijayo, huku Ulinzi Stars ikipambana na Muhoroni Sugar, Wazito FC icheze na Bidco, nayo Bandari pepetane na Nakumat FC. Kariobangi Sharks itakabiliana na Palos, nayo FC Leopards itoane kijasho na Kakamega Homeboys, miongoni mwa ratiba zingine za mchuano wa ngao GO TV.